Siku ya kwanza mtoto anapozaliwa, The first day when a child is given birth or given, ukienda uh, mahali wanazaa watoto when you go to a maternity area, utapata watoto wanalia you will find children crying. Kila mtoto analia. Na wakati mtoto analia, nasi ambaye amekuzalisha anamwikaga kichwa chini, anashika miguu yake hivi and hold the legs, alafu anamchapa anataka alie, kama halii nikaona kwamba uhai hauko ndani yake. Kwa hiyo unapochunguza sana, unaweza kujifikiria mbona hawaachi huyu mtoto, kwa nini alie? Kumbe maisha said life, ni kilio unapoingia When you duniani when you get into the world, lazima ulie you have to cry. Kwa hiyo mtoto anapotoka kwenye damu nyingi so amezungukwa so na damu na na maji anakaa akiwa salama mle ndani haoni chochote doesn't see anything, lakini anapotoka but tu the Gets out. Lazima alie. He must cry. Kwa nini alie? Why should Kwa sababu ameianza safari. Why? Because the journey has begun. Maisha tunayo yaishi ni safari. is a journey. Na hii safari siyo ya siku moja, sio ya siku mbili not two days, wala sio ya mwaka mmoja. Siku zote unazoishi chini ya jua uko safari. You are on a journey.